Kwa mara nyingine hofu imetanda miongoni mwa wenyeji wa Imbolot, eneo la Transmara, kuhusiana uh, na mzozo wa shamba katika eneo hilo. Hii ni baada ya malori ya maafisa wa usalama kufika eneo hilo kusimamia zoezi la kuhamishwa kwa wakazi. Shamba hilo la zaidi ya ekari 400 lililopakana na mbuga ya wa wanyama ya Mara limekuwa likizozaniwa na wenyeji na wafanyi biashara wanaosema kipande hicho cha ardhi ni chao. Crispin Otieno amekuwa eneo la Imbolot na hii hapa taarifa yake. Kwa zaidi ya miezi minane vijana kutoka eneo la Keringani Imbolot kule Transmara South wamekuwa wakijihami kwa silaha zao na kuishi ndani ya vichaka hivi kwa lengo la kulinda kile wanachokiita kipande chao cha ardhi walichoachiwa na mababu zao. Ila Alhamisi asubuhi zaidi ya malori matano yaliyojaa maafisa wa polisi na wale wa kupambana na ghasia yalifika hapa kuanzisha mchakato wa kuweka ua katika shamba hilo lenye utata. Wenyeji wasijue la kufanya, kwani hatua ya wale wanaodai kuwa wamiliki wa kipande hiki cha ardhi ambao wanaosemekana kuwa watu mashuhuri nchini, wamefika hapa bila kutoa notisi kwa wenyeji kutekeleza shughuli zao hapa. Wenyeji ambao wamekuwa wakitoa ulinzi mkali usiku na mchana, wakitumia silaha zao hapa, wasiwe na la kufanya ila kuondoka bila kuzua vurumai. Lakini wanasema na shamba hili ni shamba la community kwa miaka mingi, ni shamba ambalo ilitengwa uh, mwaka wa 1992 ili kuwe sehemu ya community, lakini unfortunately uh, kukapatikana na wachache wetu ambao waliweza kushikana na wakaweza kuuza community, wakakuja kujua kwamba imeuzwa. So tunataka tu tuombe serikali ya kwamba uh, polisi wametumwa hapa bila court orders, hatujajua wamekuja kwa njia gani wenyeji hawa wameapa kuchukua hatua nyingine, na nishukuru pia OCPD wa maeneo haya kwa sababu hajatumia nguvu, amekuja kwa njia ya kidiplomasia. Tafadhali njoni mutusaidie, tusungumze, tujue vile mtarudishia community shamba kwa sababu hii ni haki ya community. hii shamba viongozi wa eneo hili akiongozwa na mca MCA hadi gavana hawajawahi kuzungumzia neno hili bali, yeye anasema shamba lililouzwa iliuziwa bwana Tunai. Kamanda wa polisi Transmara Kusini Eric Telewa ameweka wazi kiini cha kufika kwa maafisa wa usalama katika eneo hilo. Mwenye hapa alikuwa ameleta maombi katika ofisi yetu kwamba kuna watu wamevamia shamba lake, tumekuja. Na wakati tumekuja, tumekuta kweli kuna vijana walikuwa ndani, lakini tumewaengei, tukaongea, tukaenda kwa dialogue, na wakaona umuhimu ya kuchukua barabara ya kisheria. Crispino Tieno Runinga ya Citizen.